Mgaagana huko wali wali, wali mkavu we huyu ah! mwenga u... nangaika mwenga, na maisha alipigwa na njaa sana huyu alipigwa ah, ah! na njaa kiasi kwamba akasema kapata elfu kumi to kasema mgagana, upo, wali mgaagana huko na wali mkavu na ujue <laughs> mm. ndo wali